Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ameitaka mamlaka inayoshughulika na ukaguzi wa nafaka nchini alimaarufu Kenya Millers Fortification Index kufanyia nafaka ukaguzi mara kadhaa ili kuhakikisha chakula kinachofika kwa Wakenya hakina sumu yoyote. Akizungumza alipoongoza hafla ya tuzo za mwaka wa 2025 za mamlaka hiyo ya KMFI zilizoandaliwa mjini Nairobi, Mudavadi ameitaka mamlaka hii kuhakikisha chakula kilicho na viini vya kutosha kinapatikana kwa jamii, kwani vinachangia afya bora kwa jamii. Mwanahabari wetu Isaac Musioka anaarifu. Kwa mara kadhaa, taifa la Kenya limeshuhudia uwepo wa sumu aina ya aflatoxin katika baadhi ya nafaka. Sasa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ameitaka mamlaka inayoshughulika na wafumbuzi wa nafaka nchini Kenya almaarufu Kenya Millers Fortification Index kufanyia nafaka ukaguzi mara kadhaa ili kuhakikisha chakula kinachofika kwa Wakenya hakina sumu yoyote. By integrating sustainability and and environmental social and governance principles, KMFI aligns with global best practices while rooting itself in Kenyan realities as we expand into grain quality monitoring and traceability Akizungumza like katika hafla ya tunzo za mwaka 2025 za mamlaka hiyo ya KMFI zilizoandaliwa mjini Nairobi, Mudavadi ameitaka mamlaka hii kuhakikisha chakula kilicho na viini vya kutosha kinapatikana kwa jamii kwani vinachangia afya bora kwa jamii fortification is the quiet revolution that turns staples into shields against malnutrition hidden hunger and stunted futures consistent regular testing is our sentinel verifying fortification levels controlling contaminants and assuring consumers that what they serve their families is pure Kiongozi huyu ameeleza kuwa uzalishaji wa chakula nchini umeongezeka kutokana na juhudi za serikali za kuwezesha wakulima, akisema tayari wakulima milioni 6.5 wamenufaika na mbolea serikali ya ruzuku, akiongeza kuwa bei ya majani chai imeongezeka kutoka shilingi 51